Unaniangalia na unanisikia, ule ambaye uko nyumbani unanisikia, ambaye uko kando kando ya barabara unanisikia. Yesu anasema njoni amaya urudi sizini, kuna badiliko. Unaweza ukasogea mahali hapa ambapo tuko eneo hili, sogea tu kwa miguu yako, sogea kwa miguu yako tu, endelea kusogea, endelea kusogea. E, ambaye umekaa mbali na mimi, sogea karibu mahali hapa. Bwana Yesu asiwe sana. Bwana Yesu asifiwe! Naomba wewe ambaye umekaa mbali na mimi usogee mahali hapa, iko neema ya Bwana chene leo. Yesu anataka maisha yako. Haleluya, haleluya, haleluya! Mama yangu unaweza ukasogea hapa. Naomba makutano yote tusogee hapa, naomba makutano yote tusogee hapa.